Nacheka kama wazuri haya. Nani suti bega ndugu yangu eh? suti bega na kuita mara tatu, tatu. Ujue kwanza mi nilikuwa sijiwagi ndoa ya suti bega, kama ni ya nne ndo nimegundua kwamba ndoa ya nne, ndoa ya nne kaka, na bado kuna uko, yani uko nomo kabisa yani, na bado ulikuwa comfortable kumwacha huyu mwanamke wa Kizungu eh? Sasa si unatafuta maneno kwa binadamu wewe, si unatoka vya kuongea maka kuna vitu vingine tukiongea tunaonekana kama sijui watu kitu gani gani, kumbe wengine tunaongea ukweli. Ndoa ya nne kaka, hapo tuseme wenye makosa ni wanawake au wewe mwanaume? Makebo moja kwa moja, mwenye makosa ni wewe mwanaume. Ndoa ya nne ndugu yangu, unaenda kuwacha, yaani bado kabisa tena mwenyewe na una habari, unatwanga talaka kwa raha zako so shida zako eh? Haya unasema o oh, mzungu amtaki um, sijui mwanangu ana mda ukaa na mwanangu, sijui kitu gani gani mzungu wao, mda wote anakaa na wanyama wao, wa mzungu ulikuwa ujui kama wazungu wao ndo naniliuzao hizo mambo, kucheza na wanyama na nini ndo vitu vyao eh. alafu usimtafuti sababu mzungu. Kaka kaa jitathmini, jitafakari, una matatizo gani mpaka mwanamke wa nne unamwacha? Kijua, unanielewa yani? Kaa jitathmini wewe mwenyewe, una matatizo gani hmm? kwa hiyo kila mwanamke yuko, atakuwa mbaya kila mwanamke kwako kwa atakuwa na kasoro, kila mwanamke ampendi mtoto wako. Usimtafutie mtoto sababu, kasingizia kisingizio mtoto, wanawake hawampendi mtoto, ndugu yangu, sio kweli. Usimtie mtoto wako mdomoni kwamba huyu mtoto akaonekana mtoto ndo anaachanisha wake zako, ndugu yangu, ukaa jitathmini jitafakari kwao. Ukienda kuoa tena ni ndoa ya tano, haya hii ya tano nao pia utaacha, utakuwa mtu wa aina gani? Basi uwe single father. Usiowekwa singofaza lea mwanao, maisha mengine yaendelea. Haina haja ya kuoa, kwa sababu wewe unaoa asubuhi, jioni unaacha tena. Kama umemshindwa mwanamke wa kizungu, wazungu wamenyooka, wazungu waonaga shida, wewe tena uwezi. Yani kama mzungu umemshindwa, mswahili kama sisi waswahili ndo uwezi kabisa, kwa sababu waswahili uliwashinda, sawa na tabia za Kiswahili na mzungu naye, yani kama umesho...